Mm, tumeingia idara ngumu kabisa ya heka heka mm, ya, ya, ya, ya hekaheka heka. <coughs> ya heka, heka. Ya leo mama we, ambaye unasikiliza sasa hivi hapo unasikiliza Clouds mwangalie mtoto wako wa miaka mitatu na nusu. Unamwacha nyumbani peke yake kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa mbili usiku. Unaenda wapi kutafuta riski? Anamwacha na nani? Peke yake mwenyewe. Nadei, nimemwachia mama fulani. Eti kuna mama ambaye huwa anamwachia, anampa buku. Mama mwenyewe, kumbe ana shughuli zake, anauza mbogamboga. Alivyoulizwa mama kakataa, yuko bize mtu anauza mboga mboga, sina saizi, tayari ashaamka tangu saa kumi na mbili, ukabeba mtoto, yuko vipi? Yani yule mama kwa kifupi, mtoto, mtoto yule yule yani ni anazagaa kuanzia ile asubuhi. Mtoto anataka kipita, nyumba ya mtu njoo, nina njia labda naomba chakula. Akisema hivyo mtoto anapewa chakula, anakula mtoto anazurura. Unajua, kuzurura huyu anatofautiana na mtoto, mtoto yule aliyomwongelea siku zile wa kule Gongo ni wapi, kuna mtoto pia, lakini sasa yule alikuwa nachwa usiku na mamake. Mamake yule alikuwa tu anaenda kufanya starehe mm -hmm, alikuwa anamwacha usiku sio mpaka saa ngapi, mm -hmm. Sasa huyu mamake anakuwepo, anarudi usiku, lakini ndio anamwacha kuanzia asubuhi, kwanza saa kumi na mbili anamtoa nje yeye mwenyewe anaondoka, anaenda kwenye shughuli zake. Ninavyokwambia usi mpaka mtoto anacheza, anachoka, anapata usingizi analala usiku, ile saa mbili mbili analala hapo hapo, sio kama ana kitandani labda au ndani au ya jikoni, yani nje yani, usingizi utakapomkuta yani usingizi utakapomkuta. Unajua mtoto mm, akikaa kisikia usingizi, akisinzia kanalala. Hebu niambie mazingira hayo sasa ana mama yake mzazi ana mama mzazi na ana baba mzazi. Sasa wananchi baada kuona kwamba hilo tatizo linazidi kwamba mtoto anazagaa tu mtoto analala, wakanipigia simu nikaenda pale nikabia nitakuja mida nataka nivizie mida ambayo mamake anarudi na mimi niweze kufika ili nizungumze naye tujue tatizo lake ni nini na tujue tunamsaidia vipi wewe mama. Au tunafanyaje kuhusiana na hilo? Kwa hiyo nilipofika pale ndo majirani wakaanza kunielezea. Hiki kinachoa. Ndio iko chumba kimoja tu anakaa na mamake na babake ndio hivyo. Mtoto huyo mama yake akiondoka hapa saa kumi na mbili, kurudi ndio kama midai hapa, mtoto anakula nini, anakaa vipi, anacheza vipi haijulikani wanaondoka naye wanavyodai kwa kwamba kuna mtu kaachiwa huyo mtoto amwangalizie, amwangalie, anampaga hiyo shilingi elfu moja ndo ashinde naye siku nzima, lakini ule mtu naye ana familia yake, awezi kulinda familia yake na kumwangalia mtoto. Kwayo mtoto saa kumi na mbili yuko hapa anacheza mpaka saa hivi asubu, asubuhi atuelewi kwa uji, -moja. Mtoto wa miaka mioja ko waga mnampaka chakula e? anapewa chakula <coughs> leo mchana kampa yule pale mm. sele mwenyewe huyu hapa sasa hivi ndo hapo tu amekula, ndo kaenda kwao. Sele mwenyewe huyu hapa anajilea, kwa hiyo e, lakini ndo hivyo hapo alipo yani Mungu anawatunza watu kama hawa, au hapati kuuma apati, apati kufanya nini, ila hapo alipo anaumwa mafua kwa ajili ya kucheza kwenye mavumbi mda yote mm. Na mi nilivyoona hii kitu sio vizuri, ndo maana nikaamua kukuita. Hebu mlete sasa, naongeleana nje, tuongezee mambo yako. Mama iko penda wewe. Umebaki na nani peke yako? Yeah. Unachezaga na nani? Nani unacheza mwenyewe? Nani mchokoza, anakuchokozaga? Samtu. Rafiki yako nani? Rafiki yangu mama yangu. Rafiki yako mama yako? Eh. Rafiki yako mwingine? Basi. Basi. Una rafiki mwingine wewe mama yako tu? Kwa sababu ukichezaga hapa unachezaga na nani sasa? Kaka yangu. Ah, sasa una miaka mingapi? Mitatu. Mitatu. Mm. Nakakupa ushirikiano. Mm. Kachangamka? Yaani hana neno, ndo kama anavyosema huyo dada mm. Ni Mungu pia anakuwa anawanusuru watoto kama hao, haumwi na lakini, huwezi kujua pia, inawezekana akawa anaumwa asema mambo ya kitoto mm. eh mm. anacheza tu, hana mtu wa karibu ambaye anaweza akambimba bimba akajisemea Zanzibar, yeah. akajua kama mtoto huyo yeah. ana joto mm. mtoto huyo labda kitu fulani mm. kina mu maana zuri, atamwambia nani? hata mama anaumwa tumbo na mwanene mm. Mtihani ndio unakuja hapo sasa, kidogo mamake ndo anatokea anarudi, ndo nataka namuuliza sasa, shoga yangu, vipi kumwacha mtoto anazagaa mtaani peke yake? Tunajua ndio, kuna kutafuta riski, watu wote wanatafuta riski, lakini mtu unakuwa unajipanga jipanga hmm. Jamani, huyo mtoto hmm. yani, mimi mwenyewe ah, mwenye kulingana mwenye, na maisha yangu, kwa hiyo hmm. saa zingine huwa naondoka na, na asubuhi hmm. saa zingine nawahi hmm. kurudi, saa zingine nachelewa hmm. namwacha mtoto ah, mtoto wangu ana nao mkabizi mama Abeli kwamba muda naokwepa naniangalizia na kuhusu chakula unamkabizi Mama Beri. Mama Beri nani? Ne? ni nani wako? Ni jirani. Mama Beri sana watoto wake. E. Sasa Mama Beri kwa atata kuangalizia watoto wake, akae kuangalizia mtoto wako. A, mimi nilimuomba mimi nilimuomba nikambia, dada, kulingana na shughuli zangu naomba uu unaniangalizia pia. Tukaelewana nikasema nitakuwa nakupa chochote ili unanisaidia kuhusu chakula cha mchana Jioni nikirudi mwenyewe nitamwangalia kuhusu mavazi, sikuoga nini nitamwangalia mwenyewe. Hivi unajua hatari walikuwa na watoto? Najua dada yangu, najua. Hata mwenyewe ninapokufanya huku kusiwa kwamba napenda. Nitafanyaje sasa, sina mtu wa kumwachia. Wewe unafanya kazi gani? Nafanya kazi kiwandani. Wapi? Huko gereji. Una ndugu yako kijijini? Ndio, hivyo niko kwenye harakati hivi nataka nimpeleke kijijini. Umlete ndugu yako kijijini amlee mwanao, wewe uwezi kumpeleka kijijini. Uwe. Inabidi umwangalie mwenyewe kijijini, mama na nani? Hata hivyo malezi ya bibi ya mama yake mtoto <laughs> alilelewa na mzazi wake, ndio okay. Unajua, unaona, unajua umuhimu wa elimu, unajua umuhimu wa kula, unajua namna kumvika, yani ni kila kitu ufanye kwa ajili ya mtoto wako yule. Kesha kuzaa, kesha kulea. Wewe, mama bibi mm -hmm. Mamako alikuwa anakuacha kwa kwa, kwa, kwa, kwa jirani, kwa mdogo Hapana, kule sisi tumelelewa vijijini. Mimi dadangu sio kwamba nafikiri napenda mimi hadi nao amwachia huyu mtoto. Mm. Sio kwamba napenda, yani kulingana na maisha niliyokuwa nayo. Siwezi ngasema nikaa hivi. Mtu wa kumwachia sina. Na hapa kati tunazungumza naye tulikuwa na mjumbe, mjumbe aliitwa. Na yeye mzee anaongea. Yeye mzee anaongea. Kwa nini, mm-hmm, mjumbe akawa anamuuliza maswali yake. Akamuuliza swali jingine babake huyo mtoto yuko wapi? Good question. Babake anaye? Naye hapa hapa au? Ah ah, siko naye. Babake yuko wapi? anakaa Mblati. Na kwa hali hiyo, kama ulivyomwambia hivyo, yeye anasemaje? Yeye mwenyewe anasema kwamba kama ndo hivyo basi tumpeleke shule. Nikamwambia, naomba nini, ada nikalipie shule ili awe anashinda shule, mimi nikirudi jioni nampitia. Akasema oh, hali ngumu sasa hivi. Kwa hiyo hajakupa ni? Hajanipa. ningekuwa nishampeleka. Nafikiri dada, mi napenda. Mara zingine anayomwacha mwanangu sipendi sasa hivi mnasema, wazazi si mtoto anabakwa au watoto wenzake vibaya? Sasa huyu unamlea katika malezi haya ambayo sio, asha hamwangalii, na kama akeli umemwachia huyo mtu mtoto. Sasa na kwa sababu tu nimekuja, mimi nilikuja jioni, amekaa pale, nikaenda hivi sele, nikakupe uji, amekurupuka e, naomba <laughs> tumemuuliza, na baba yuko wapi? Kaenda Ubungo, e, mama kazini. Sasa tunashangaa anaposema babake sio anaishi Mburahati. Na jana mtoto kamkuta hapa amelala dagaa wewe, anampiga mpaka huyo huyo sele kachoka kalala hapa, huyo dada kaja wewe wakawambia hivi, wewe, ujisikii vibaya umemwacha mtoto kutu saa hizi, unakuja unampiga kama mtu mzima, ndo aibu. Nikamwambia wewe. Mama, Sasa mpaka mtoto anacheza mpaka anachoka analala eneo kama hili jamani. Kweli ni usiku mtoto analala nje. Mama, huko kazini saa zingine tunawahi saa zingine tunacheleweshwa, kwa hiyo hatuna muda maalum, bosi akaposimamia kwamba mpaka mfanye hivi, kwa hiyo inabidi mfanye vile navyotaka kule barabarani kule, ndio wanaocheza nao karata, hawaondoki mpaka huyu dada amekuja anamchukua mtoto, wa wa wa mtoto wake wana ndio wanaondoka naye ah, hapa vijana mpaka saa tatu hapo hapa wanacheza karata kwa ajili hiyo, kwa ajili ya huyu mtoto. Sasa ndio hivyo, lakini kila ambapo tulikuwa tukimuuliza ule mama akadai kwamba yeye hapendi, ni katika tu mazingira ya yeye kuhangaika kutaka kutafuta riziki na nini. Jamani, mimi sio kwamba napenda lakini kulingana na we, maisha niliyokuwa nayo inanibidi. Watu wanakuta, watu wanamhurumia huyo mtoto tu. Yaani ni mtoto wala hata sio yeye. Hapo kweli asubuhi. Asubuhi. Mtoto ule mzamu mwenyewe anamtoa ndani unamweka nje, sijui ndo unasema unamkabidhi sijui nani, lakini hatuna uhakika, kwa sababu huyo mama naye mkabidhi anazungusha mbogamboga zake, atamwangalia saa ngapi? Eh, atamwangalia saa ngapi? ana watoto wakusomesha, atamwangalia saa ngapi? hebu niambie, tunafanya ujumbe sio, tunafanyaje kwenye hili? Ninaomba ni msikilize, jamani, mimi hapa nina harakati za kwenda kijijini lini, yaani bado sijakamilisha hiyo nauli yenyewe, na nibidi tu nikatafute kutafuta sawa, tukatai lakini, mtu unapoenda kutafuta lazima kwanza ujue mwanao unamwachaje. Watu wote sisi tunaangaika tunatafuta riziki, lakini tunajua nyumbani mtoto umemwacha na nani? Hapa anausikiliza hata kula, na tangu umerudi hujamuogesha, umerudi umempa chakula? hivi ndo nimerudi nimewasha moto pale nimekuta nani? Kwani una mazingira, kazi yako uwezi kwenda na mtoto wako? Hapana, mazingira sio mazuri kwenda na mtoto Ta... dada yangu, samaani, kwanza mimi yani hili nitalifanyia kazi, sio kwamba mimi mwenyewe napenda, sipendi jamani. Tena ulifanyia kazi kuanzia leo, sina ningekuwa nishampeleka au ningekuwa nishamleta. A, anashinda naye hata hapa ana usingizi yaani, amesha choka sasa. Niambie, mda kama huu unakuja sasa, wanarudi saa hizi mdogo wangu, mtoto tayari ashachoka, anataka kulala. Unamwangalia sangapi? Unamuogesha sangapi? Anakula sangapi? Amesha kula. Mimi wakati naondoka, ameshapewa chakula na kipo ndani, mpaka sasa hajamaliza. Hivi ndo nimeacha maji hapo pale jikoni, nikasema nikirudi nimwogeshe, kwa sababu kasha kula sasa ikabidi nizungumze na jirani pale, kwa sababu yeye ndio hivyo. Anasema anahangaikia aweze kupata nauli, aende kijijini kwao mara moja, ambako anasema atarudi na ndugu yake kwa ajili ya kuweza kumsaidia, yaani kumwacha ye ya, akiwa anaenda kazini, mtoto awe na mtu. Sasa kuzungumza na majirani, angalau jirani ambaye atajitolea, atakuwa yuko makini na yule mtoto, asimwachie katika yale mazingira ya kuhangaika hangaika Yeah. Asa hasa nyemna mtu wa kujitolea siku mbili hizi, akae na huyo mtoto angalau. Mimi naweza nkajitolea kukaa na huyo mtoto hapa ndani, kula sio shida, atakula akiondoka awe anamwachia nguo basi, mtoto atakuoga, awe anaoga kidogo, akionekana awe smati. Hizo tangu jana hizo nguo ila mimi sikiliza, mimi sikatagi, lakini naonaga kama nawapa watu shida. Kwanza aanze kuhangaika nini? unawapa ku watu, watu shida, ni bora umpe mtu shida au umwache mtoto azurulemea? ah, wa kuzurula uh iya yao majukumu kwamba sijui muogeshi mafanyaje naombaga tu kwamba jamani, naombe mniangalizie. Ni bora uwe muwazi kwa mtu jirani hey, yako kwamba jamani, mimi niko bize, maana mi mpaka leo nikasemaje. Huyo dada inawezekana anafanya kazi Ikulu, maana mtoto alembeba miezi tisa kweli, unakurupuka ingekuwa kule juu mtoto angekuwa kashabeba wa muda wakati wamefanya msaada hao ndugu zako, jirani zako wema sasa wakati huo muda wa siku mbili au tatu, je, utakuwa umefanya utaratibu wa kumtafuta mfanyakazi, mm. ili wakukaa na huyu mtoto mm. Baki siyo tena kama hiyo imekuwa tena ndio tena ameshachukua. Kwanza mimi naona aibu hivi hivi. Ni kweli ni kweli. Ah, sikiliza dada yangu, ndugu yangu, binadamu tunasaidiana. Wewe muhimu tu ungekuwa huyo mtu yani ungekuwa kwanza wewe mwenyewe kwa akili yako tu ungekuwa unajiuliza kwamba mwanao unamkuta mazingira magumu kila siku unamwachia mtu mtoto. Lakini unamkuta mtoto yuko nje, yuko hivi, wewe mwenyewe ungetakiwa ujiulize, kujiongeza. Unachukulia kawaida. Sio kwamba sijali. Yaani dada, ungejua ni, ni harakati nilizokuwepo nazo. Ni kwa sababu tu hujui. Sisi tunakwambia hapa. Kwa kwanza, mi mimi nashukuru, jamani, unacheka, umeelewa? Yaani mimi hapa napoona wanawake wenzangu kama wanavyonishauri hivi, kwanza mimi mwenyewe ndo ninapopata nini akili ya kujiongeza kwamba

Oh. Sana sana baba atampeleka kwa shangazi atampeleka kwa, kwa babake gani? Sasa si bora uwajibikaji huo kwamba amemtoa akaenda kumpeleka kwa, kwa, kwa, mm. kwa shangazi, yani bora ampeleke kwenye unafuu. Yeye yeah. Yeah, aliamwangalia mm. mwenyewe au geo geo amemkia wapi leo uh -uh. Yaani swala baba linabaki kuwa pale pale na ndio maana najua kuna pendekezo moja nadhani si kwa nini Mheshimiwa Umi, Umi tusaidie mm. eh, ili kabisa linatuhusu. Yes, na saan. Watoto wana haki zao hawa wa kimsingi. Kwa nini tusiwafunge tu kwa wa funge, tuko mujibu wa sheria zilizopo za kulinda haki za watoto kwa sababu sasa njia za kuzuia mimba zipo kibao mm. Dada hali yako ungaunga mwana njoo tu densi ujaelewa mwanaume kwa kwa kwa uzae zae eti wafunga jela au kuwafunga unajua, kwa sababu gani? Tunaposhindwa pia kwa uh, sababu sheria ziko wazi dhahiri, mm. sheria kabisa, yeah. kwamba watoto wana haki zao za za kimsingi mm. na zinapokosekana hizo haki za kimsingi kwa kweli, sheria inabidi iwalinde watoto mm. Sasa kwenye kulinda, mimi natamani kuona utekelezaji wa sheria kwa watoto wanaobakia katika mazingira kama haya, na ndio maana kuna mfano mmoja juzi hapa ulipokuwa umekwenda kwenye ile shule ya watoto kule, mtoto wa Afrika, ilikuwa kule mm. kule mm. mtoto alichukuliwa na ustawi wa jamii mm. kwa nini wana haki zao. Wazazi wengine wanalala tu na kuaje. Baba eti umetia mtu mimba, u, ujui mwanao ameamka hajaamka? We baba wa namna gani wewe? si unasiri uende makwao kwa sababu we, yeah, hapo yeyote yeah, mnaojiuliza kuhusiana na huyo mama mm huyo -hmm. mama si kwamba mimba ile kajiweka mwenyewe akazaa mwenyewe akaamka, ah mna kiutaratibu namna hiyo, baba anawajibika na baba sio item machine, hata nani hapa anazungumza kila siku. Mtoto anahitaji mapenzi ya pande zote mbili mm, kwenye malezi haya. Alafu kwanza majirani pale walisema kwamba pale ndani kuna baba na mama mm. mm. Lakini majirani wanasema wanamuona pale baba na mama na wote wanatoka asubuhi. Lakini wanakumbuka wanatoka, baba anaenda kutafuta kusini, mama Ndipo hapo, ana baki peke yake kamaata, ana obvio, obvio, kwa kweli ila pia, ila pia imani zetu siju zimekuaje kwenye mwa maisha mwa. Kabisa ya kawaida mama unaweza ukaacha mtoto wa miaka mitatu nimemwacha mtaani a kutafuta mm. Nani anaweza jamani yani? Mtu unawezaje kwa mfano roho ngumu. Unawezaje yani wewe unawezaje ndo ashaweza husu unapoteza muda hivyo akishaweza. Halafu zaidi ana mpango wa kwenda kumpeleka kijijini akalelewa na bibi. Ila pia wajumba serikali za mtaa wana kazi kubwa sana mm -hmm. kuisaidia jamii kwenye mm -hmm. haya pia sio kufanya yale mengine tu ya kawaida kukusanya mm -hmm. na zataka na vitu kama hivyo. Haya ni moja kati ya mambo msingi, kwa sababu kama mtoto anazurura mtaani pale, ana mwenyewe, mjumbe si yupo bwana? Ndio wewe, mama yuko wapi mwenye mtoto huyu? Sisi tunakufunga na haiwezekani, mtoto awe hivi na hivi na hivi kwa hiyo kuita wananchi mjumbe. Walionita wananchi. Walionita wananchi lakini baadaye mjumbe afaishwa. Sasa mjumbe naye kwa sababu anakuwa anaenda kazini akirudi mm. naye jioni, mozile mm. habari, mozile. Hazifikii. Sidhani. Sijui. Mwisho imeamuliwa nani alojitolea msamaria mwema? Jirani, pale pale. Mm. Jirani, ambaye ndo alompa chakula jioni hiyo na ndo alolala pale nje kwao mpaka roho ikamuuma, akanipigia mimi simu. Sasa mimi najitolea mimi, nitamwangalizia huyu mtoto, amwachie tu nguo za kubadilisha, kwa sababu mtoto anacheza anachafuka. Yani kwanza hapo nimkuta kachafuka. Unajua mtoto ambaye haangaliwi kachafuka, yani afai, angalau apate nguo za kubadilisha. Anasema chakula sio shida, mimi nitampa. Kuna mambo yawe na mwisho. Unajua mtu anapojitolea na majirani, baba yupo? Mtoto jamani, kweli mimi jamani, akina baba wa Tanzania wana mambo mengi sana tena na ndo hivyo mitiani natokea miki, nini tunaangaliwa sisi wanawake tunasema na vitu kama hivyo, baba yuko wapi? Kwa sababu kama baba angekuwa anajali familia ukunde kukute, mama atasema nahangaika huko, nani husu nani anajali wewe. Sikiza, mtoto gani hana baba, yuko ashakataliwa siku nyingi na baba ashaingia mitini. Ndio nakumbusha na nyinyi pia, mkumbusha nyinyi wanawake wenzenu, sio kila mwanaume wa kuzaa naye tu.